Kazi ya kufungua ofisi ya chama chetu. Kazi ya ofisi hii ni kubwa kuliko yote, ni kusikiliza maoni ya wanachama na wananchi wote. Chama chetu ni daraja kati ya serikali na umma, ndio kazi yetu. Kama ingekuwa kuna udalali, sisi ndio miku, tulikuwa dalali, dalali wa kuunganisha watu na serikali. Serikali ikifanya vizuri tunaenda kwa kuielezea, tunasema serikali imefanya vizuri. Kama hivi sasa hapa katika wilaya ya Shinyanga mjini katika mkoa mzima wa Shinyanga, serikali ya Rais Samia suluh Hassan, ambayo inaongozwa na CCM imefanya mambo makubwa, au sio? Ninyi hapa ulikuwa mna hospitali, imejengwa hospitali ya kisasa kabisa huko, e mawaza sasa hakuna rufani kwenda Uganda. Uganda imesogea Shinyanga. <laughs> <laughs> alafu amejenga vituo vya afya, amejenga madarasa mengi ambayo yalikuwa yanajengwa kwa michango, lakini Mama Samia serikali ametoa pesa zimejenga. Kuna vitu vingi vimefanya. Kazi yetu sasa ni kuwaeleza wanachama na wasio wanachama waelewe kwamba hii kazi imefanyika katika kutekeleza ahadi zilizotolewa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kumchagua Samia kwa mara ya ngapi? <coughs> ya pili, ni ya pili kwa sababu wakati ule alikuwa anagombea akiwa makamu, aliyekuwa anaongoza tiketi ilikuwa marehemu Magufuli, lakini tulipopiga kura tulimpigia Magufuli na nani? <coughs> na Samia, na katiba inasema yule anayeongoza tiketi akiondoka vile yule mfuasi wake anapata lakini anakuwa yeye alichaguliwa, maana tulichagua tiketi na watu wanga, yeah. Sasa naye amaliza miaka minne. Katiba yetu inasema akikaa zaidi ya miaka mitatu, ana haki ya kupewa nafasi nyingine moja. Sasa ndio maana tunasema Samia tena.